Habari msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Nitarudia kidogo sehemu iliyopita, na baadaye nitaendelea na sehemu inayofuata. Muna alikuwa ndiyo kitambara chake humo ndani, akimjibu atakavyo na kumtegea kazi, licha ya kuwa yeye ni mdogo kwa umri. Katika familia hiyo hakukuwa na ile desturi ya wakubwa kuitwa kaka wala dada, kila mtu aliitwa kwa jina lake, na ilikuwa hamna kuogopana. Aliogopewa peke yake alikuwa Hamdani, lakini wengine kila mmoja alishinda michi zake, Refaria akiwa Bi Salma, ambapo kuna baadhi ya wakati akiwa anachoshwa na ugomvi, basi akipelekewa kesi hutoa jawabu hiyo hiyo: fanyeni mtakavyo, piganeni, uaneni, atakayeumizwa aijue njia ya hospitalini au akamtafute baba yake Hamisi ampeleke mestaki. Kelele zenu msitake kunitoa roho mbichi kabla ya siku yangu haijafika. Hapo ndiyo ingekuwa mwisho wa kesi kwa upande wa Bi Salma, na kama zogo likiendelea basi alichukua fagio la njukuti na kumcharaza kila aliye mbele yake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Sasa Hamdani alimgeukea Zuena, sauti yake ikiwa makini na haikuwa na chembe ya utani kama mwanzo. Kila shetani na mbuyu wake, na Zuena na Hamdani hawakuiva chungu kimoja kabisa. Eti tuwe kama wewe cha uvivu? Watu wanaojielewa kama mimi na Muna basi tunakuwa na ndoto na malengo, tuna mikakati ya kufikia malengo yetu. Subiri tu utaona mwisho wake, omba uhai tu. Tena umenikumbusha, nenda kaoshe sare zako za skuli, maguo yako machafu yametapakaa chumba kizima, kazi yako kumtegea mwenzako tu. Mimi nitakuwa mlezi wako sasa, nataka nivunje hizo pembe zako. Zuena alinyamaza kimya. Kama kuna mtu akimwogopa kuliko baba na mamake basi alikuwa Hamdani. Alijua wakati gani kutoendeleza maneno mbele ya Hamdani, akichelewa kupewa zawadi ya konzi lililomzidi kimo chake. Hamdani alikuwa maarufu mtaani kwao, alikuwa alwatan watoto wadogo na hata warika lake walikuwa wanamwogopa. Ni ndugu zake tu waliokuwa wanaweza kumtania mara nyingine. Kutokana na Hamdani watoto wengine mtaani waliogopa kuwaonea ndugu zake. Ndani alikuwa mwingi wa matani na ukorofi kiasi, lakini nje alikuwa mbabe na tayari kuwatetea nduguze kwa lolote lile. Aliwatazama kwa macho mawili ndugu zake wa kike, hakuwa na wasiwasi sana namuna, lakini kwa Zuena hali ilikuwa tofauti. Ehe, nimekumbuka we Zuena, jana ulipokuwa ukirudi skuli, nani ule uliyekuwa umefatana naye? Ghafula mazungumzo yalibadilika wakati Hamdani alipokumbuka jambo na Zuena akajuta kujitia kidomodomo, kwani aliona kama alimkumbusha Hamdani lile jambo. Huku macho yamemtoka alijibu, ni niliyefuatana naye? Sijafuatana na mtu mie, nilikuwa mie na Mariamu tu, shoga yangu Mariamu. Mie kwani simjui Mariamu? Mariamu anavaa suruali na shati siku hizi. Zuena alijifanya kama anafikiri wakati alikuwa anamjua fika mtu aliyekuwa amefuatana naye ambaye Hamdani alimuulizia Kisha akajifanya kama amekumbuka. Ah, yule ni kakake Mariamu, ni mtoto wa mjomba wake, simjui hata jina lake, alijibu haraka haraka na hata aliyokuwa hajaulizwa. Ee, humjui jina lake, sio? Vipi vile mlivyokuwa mkizungumza na kucheka njia nzima? Nilikuona, nikakutizama tu nyendo zako. Usifikiri mimi siwaoni huko nje, nawaona na najua habari zenu zote. Mtu asiombe nije nimshike na upuuzi ndipo atakaponijua mimi nani. Zuena alijiinamia chini akawa nafukuafukua mchanga kwa kidole cha kegumba cha mguu. Hakutaka kurefusha mazungumzo hayo, lakini pia kama ilivyo kawaida yake hakutaka pia kushindwa kirahisi. Hivi wakati gani huyo aliniona? Zuena alifikiri, kisha mara akaruka. Oh, kumbe ulituona pale ulipokuwa barazani ukizungumza na Zawadi tena mara nyingi siku hizi nikipita pale huwa nakuona na Zawadi. Mara nyingine nikiwaona, nitasimama niwasalimie. Mwanga wa mwenzi ulikuwa ukiangaza uwani hapo, ulionyesha macho ya Hamdani yakimtazama Zuena bila kupepesa, na katikati ya macho kwenye kipaji cha uso iliyoonekana nambari kumi na moja, huku macho yakiendelea kumkodolea ya Zuena kama vile simba aliyekuwa amemwona swala na huku yuko tayari kumshambulia dakika yoyote ile. Zuena licha ya ujuba wake kiroho kilimdunda, akawa anajitayarisha kupokea lolote lile litakalomfika, kama ni konzi ama mwendelezo wa mabomu. Aliinamisha macho chini akajua kisu kimegonga. Ndipo umsalimie Zawadi wa kazi gani? Unamjuaje wee? Achana na mambo yasiyokuhusu wewe, chunga tabia zako. Msikilizaji Endelea kusikiliza Posa za Maana. Nisikuone tena ukiongozana na mwanamume sehemu yoyote hivi. Yule kijana hanijui mimi nani eh? Siku yoyote nitakayokuoneni tena pamoja, kama vile mtapata tabu, sio yeye tu, hata wewe. Mpe taarifa kabisa, Hamdani. Alipindisha mada akitumia mchezo ule ule aliofanya Zuena, akazima habari yoyote ya yeye na zawadi. Ah, wala usipate shida na yule, mimi simjui wala na yeye hanijui, anajuana na Mariamu na ni mgeni kahamia juzi tu sukuli yetu, kutoka Ahueni. Zuena alijikosha, wengine kimya wakisikiliza. Aha, ndo mkiona watu kutoka kwa Ahueni mnashaukwa na kujisahau, sio? basi nisikuone naye tena wakati kama huo Hamdani hubadilika kabisa, huwa kama siye yule anayetaniana na ndugu zake. Huyu naye kila siku namwona kafuatana na mwanamke huyu kesho, yule naulizi kitu na mtu, lakini sisi ndo kosa, alijisemea zuena moyoni, lakini hakuwa na ubavu wa kuyarejesha mazungumzo hayo, kwani alijua fika lingempata la kumpata na asingekuwa na mtetezi yoyote yule. Hamdani alitamani zuena awe kama Muna. Muna hakuwahi kumpa shida, alikuwa msikivu na hakuwa mwenye tabia za kidomodomo kama za Zuena. Akihitaji kufanyiwa kazi zake kama kufuliwa nguo, kupikiwa chai, basi Muna alikuwa radhi kumtumikia kakake kwa furaha. Zaidi alichokipenda kwa Muna ni bidii yake ya masomo. Kila siku, Muna alikuwa wa kwanza darasani. Matatizo aliyoyapata Hamdani skuli, yeye haikuwahi kumpata. Alikuwa mwoga kupindukia, akiogopa bakora kuliko nyoka. Alikuwa msikivu na mwenye heshima. Yeye ndiye aliyefuata wasia wa baba yake wa mnyenyekee kafiri upate mradi wako. Kama Hamdani alikuwa maarufu kwa ukorofi, basi yeye alikuwa maarufu kwa heshima na uhodari. Kazi zote alizifanya, na ilikuwa nadra kwake kukosa skuli. Bora akose kula kuliko kukosa kwenda skuli. Wewe nawe kwa hiyo skuli utadhani umeambiwa halahala, mamake alimwambia kila siku pale alipomtaka abakie nyumbani kwa jambo fulani, mfano kuna wageni na amsaidie kusafisha na kupika, na Muna akawa hayupo tayari. Japo Hamdani aliacha skuli, baadaye alikuja kubaini kosa lake na akaapa kwamba hatokubali kosa lilolifanya yeye lijirudie kwa ndugu yake yoyote. Alikuwa mstari wa mbele kuwasimamia na kuwapa moyo ndugu zake wapate elimu. Yeye ndiye aliyekuwa akimpeleka Muna skuli wakati wa jioni ama usiku kwa ajili ya masomo ya ziada. Yeye ndiye aliyemwambia, sikubali kubaki nyumbani kutumwa, hata ajemgeni kutoka sayari nyingine. Yeye ndiye aliyekuwa akimpa moyo wa kujitahidi leo. Iweje mamake amwe kumwoza mume? Kama mimi Hamdani nipo basi, Muna haulewi. Siko tayari kuona akikatishwa ndoto zake. Lakini je, atafanyaje? Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Mama yake Bi Salma ndio ameng'angania. Kwa jinsi alivyokuwa akimjua mama yake, basi alijua tu kwamba Bwana Hamisi atasalim amri. katika kumbukumbu -kumbu zake, Hamdani hakukumbuka jambo ambalo mama yake alilitaka lifanyike nyumbani kwao na lisifanyike, liwe baya ama zuri, kubwa ama dogo. Moyoni alimlaani babake, hivi huyu mzee sijui yukoje. Inakuwaje mwanamme anazubaa vyote hivyo? Mimi mwanamke atakayekuwa mke wangu lazima awe na adabu na heshima kwangu, nishasoma vya kutosha, maisha ya kumwacha mke akupande kichwani. Mjadala wa wazazi wake ulimzunguka kichwani. Siamini kabisa kama hili linaweza kutokea, yaani mama ndiyo kavalia njuga kabisa jambo hili. Hivi mama ni mjinga kiasi hichi atashindwe kuelewa umuhimu wa elimu? Hivi hajui kama ana bahati kuwa na mtoto kama Muna? Hivi hajui kipaji cha Muna? maswali yalitiririka kichwani, lakini hayakuwa na majibu. Hivi ni mtu gani hasa huyu anayetaka kuharibu maisha ya mdogo wangu? Lazima nimtafute na nitapambana naye. Huyo mshenzi atoke Ulaya ama atoke Amerika, atanitambua. Sio kutoka Ulaya tu hata ingekuwa anatoka mwenzini basi atanijua mimi nani. Wapi Ulaya? Kwani akishakuwa anatoka Ulaya ndio aje kutufanyia atakavyo? Hakuna wanawake wote wa kuwaoa, mpaka atafute mtoto mdogo anayesoma, hata kama hatakiwi na huyo atakayemuoa. Hamdani alirandaranda mitaani huku akiwa hajui anaelekea wapi, na baadaye alijikuta karibu na nyumba ya rafiki yake Musa. Musa alikuwa mkubwa kwa mwaka mmoja kuliko Hamdani. Musa hakuwa kama rafiki zake wengine kwa sababu bado alikuwa akisoma, kwani familia yake ilikuwa ya watu wenye kutilia mkazo elimu. Katika watu ambao Hamdani aliwasikiliza na kupenda mazungumzo yao, Musa alikuwa mmoja wao. Mdogo wake Musa, Amina, alikuwa akisoma na Muna na walikuwa chanda na pete. Hamdani aliona kama kuna mtu ambaye anaweza kumpa ushauri kwenye jambo nyeti kama hilo, basi mtu huyo alikuwa ni Musa. Usinambie Muna anaolewa na mimi! Je, nitapata wapi msichana mzuri na kichwa kama yeye wa kumwoa? Musa akistajabishwa na habari hiyo, aliropoka na kumuudhi rafiki yake Hamdani huku uso kaukunja alimkatia jicho kali Musa. Unafikiri nimekuja kukwambia wewe hii habari unijejee na kunifanya upuzi? Kama huna la kuzungumza ni bora ufunge hilo bomba lako, na mimi wacha niende zangu. E, na wee utaniwi bwana. Samahani aishe, naona umekuwa kama simba jike anayenyonyesha. Hebu tuliza boli, uniambie hiyo habari vizuri. Poa moto, hakuna litakaloharibika. Musa alibaini kwamba siku hiyo haikuwa ya matani kwa rafiki yake. Wewe matani tu, unafikiri kila muda ni matani? Nitapoaje na tatizo hilo lishaikumba familia yangu? Mimi mtoto wa kiume bwana, mimi ni kaka mkubwa wa familia na ni wajibu wangu kuona kwamba hakuna mtu anataka kuichafua familia yangu. Sasa iweje wewe unaniletea ya matani yako hapa? Hamdani alikuja juu. Msikilizaji, Endelea kusikiliza Posa za Maana. Sawa bwana, yaishi, nisamehe leo tu. Hebu poa sasa, unieleze kinaga ubaga hii habari Hamdani. Kwa kituo alimweleza Musa kile alichokisikia wakati wazazi wake wakizozana. Hebu subiri, unasema huyo mshefa ana kaulaya sio? na ana kasri pale karibu na ufukweni, mtaa wa Jengeni nyie? Musa aliuliza, kichwa kakinyanyua juu, vidole mashavuni, kama ilivyo kawaida yake, akiwa anatafakari jambo la maana. Isije ikawa ni ule mkosefu Bwana Kheri, sijui ilikuwaje akaitwa Bwana Kheri yule, wakati jina linalomfani Bwana Shari. Hamdani alinyanyuka ghafla kutoka pale alipokuwa amekaa macho ameyatoa, kisha akakaa tena kumkabili Musa masikio tayari yalikuwa yashasimama kama paka anayenusa harufu ya samaki baada ya kusikia jina la Bwana Kheri. Nadhani ndiyo huyo huyo, sikumbuki hasa kama nimesikia jina lake vizuri, lakini nakumbuka kutajwa hiyo Heri. Hamdani alifikiri huku akikumbuka maneno ya mama ake. Kwani unamjua mtu yoyote anayeishi Ulaya ambaye ana kasri karibu na ufuku anayeitwa Bwana Kheri? Kichwa cha Musa kilitikisika juu na chini, huku akikohoa taratibu kusafisha koo. Namjua, ndo huyu Bwana Heri, ana pesa chafu. Inasemekana ni mzungu wa unga, Musa alinong'ona, kama vile anaogopa asisikiwe na mtu mwingine, licha ya kuwa walikuwa wawili tu hapo chumbani kwake. Malaika ya mwili yalimsimama Hamdani, na alisimama kutoka ile sehemu aliyokuwa amekaa na kumkabili Musa. Vipi, unasema kweli lakini anauza madawa ya kulevya? Una uhakika nayo maneno? Habari hiyo ilimsisimua Hamdani, fikra zilimzunguka kichwani. Alikuwa kama mpelelezi anayetafuta ushahidi kuhusu kesi nyeti ya mauaji. Nikipata habari mbaya za huyu mtu naweza kuzitumia kumzuia mama asiendelee na mpango wake huu, na nitamwokoa Muna kwenye ndoa hii na ataweza kutimiza ndoto zake, alifikiria na hilo lilimfanya kuwa na shauku kubwa kwa habari yoyote ile mbaya kuhusu huyo Bwana Kheri ili amnusuru ndugu yake. Musa alinyanyuka na kwenda kufunga mlango, kisha akachungulia dirishani huku akionyesha wasiwasi kama aliyekamatwa na bangi. Bosi, polepole, usipige kelele, watakusikia uko nje. Uhakika ni upate wapi? Kwani miaskari kanzu hao, hawa askari hawawezi kuwakamata madilas, na hata wakiwakamata, basi nasikia wananyamazishwa kwa kitu kidogo. Itakuwa mie niwe na uhakika wa hayo? Mie nasikia tu inasemwa kichinichini, redio kifua to basi kio. Musa alituliza manyanga ya Hamdani ambaye tayari alijiona kwamba ashapata hoja nzito za kumwambia mamake. Majibu hayo hayakumfurahisha Hamdani. Alitoa mguno huku kichwa kakiinamisha chini, akili ikimzunguka. na wewe na uoga wako, kwani nilisema na kwenda kumfungulia kesi? Jambo dogo tu na haha, nani ana haja ya shemegi moga, na mwenye kujikunyata kama kuku wa magwa? Hebu nipe habari unazozijua kuhusu huyo mtu, wacha jamba jamba. Musa alimtazama Hamdani huku akibedua midomo kuonyesha kuchukizwa na kuitwa moga Baadaye akajibabaisha na kujikaza kuonyesha kama yeye sio kama hivyo alivyomdhania Hamdani. Lakini ukifikiria unaona kuna ukweli ndani yake, hata we, anaishi Ulaya, unafikiri apate wapi mapesa ya kujenga makasri baharini na kuwa na majumba kama vigingi vya mchanga? Kwa kazi gani hizo za Ulaya za kujenga na kulea vizee Sio peke yake anayeishi Ulaya. Mbona wengine hatuwaoni na utajiri huo? Ndio, maisha yao ni mazuri, ndiyo maisha yao ni mazuri na tunayatamani, lakini si kwa utajiri wa huyo bwana kheri. Huyu mtu nakwambia, ipo namna. Hamdani alibaki kimya akimsikiliza Musa huku wakati mwingine akitikisa kichwa kuonyesha akielewa na kukubaliana na maneno ya rafiki yake. Musa na yeye akawa namtazama Hamdani machoni, yupo makini kabisa, asije kuitwa moga ama kuonekana bwege. Na mazungumzo yakaendelea. Miye mtoto wa mjomba wangu anaishi huko Ulaya miaka sasa, na nachomiliki ni nyumba tu, tena ipo tu maeneo haya haya yetu. Yakajamba nani ufukweni, viwanja vyake vya madola bwana, ndiyo unaona vimejaa mahoteli ya kitalii. Yeye kapata wapi hizo pesa? Jiulize dogo. Musa alitulia kidogo kama mwenye fikra nzito, kisha akaendelea. Halafu Muna ni mdogo sana tena, na bidii skuli. Amina kila siku anamsifia Amina na uhodari wake, hajawahi kumshinda Muna na anamtegemea yeye. Muna ndiye anayemsaidia na, na kumsukuma. Inakuwaje sasa, mnataka mmwozeshe kwa mtu mwenye miaka zaidi ya arobaini au kwa sababu ana pesa? Sasa Musa badala ya kuitwa kuku wa magwa alichangamka na kuware hadi kumjia juu hamdani bwana usilete zako hizo kwani mimi ndo ninaitaka kumwoza kwani mwanangu yule we vipi hebu usinizidishie tafurani mimi hapa hizi nilizo nazo zinantosha wacha longolongo longo zako kama una habari nyingine zaidi ya huyo bwana shari nipe kama huu na bora unyamaze tu usinizidishie maumivu ya kichwa ama leo hamdani kweli wamo Anaweza kunipiga mkono kwa sababu ya asira alizonazo. Musa alijiwazia. Mie sizijui zaidi ya hayo. Kama unataka tujifanye wapelelezi una pesa hapo? Kama unazo twende tukatafute habari. Unajua habari ni mali, eh? Hazitoki ovyovyo. Hamdani alimwangalia Musa kwa mshangao. Eh? Sasa unashangaa nini? Unafikiri kuna chabure? Lakini usijali, kwenye hili hata mimi niko radhi kutumia pesa zangu. Bwana we miaka yote hii nimekuwa nikimpenda Muna kisirisiri, alafu litokee zee moja huko lishautumia ujana wake ajanipokonye tonge mdomoni? Sikubali mimi. Nasema. Jicho alilotupiwa na Hamdani lilimfanya Musa ombe samahani haraka. Bwana, samahani, nakutania tu mimi. He, leo umekuwa ovyo, kijambo si kijambo una kasirika. Vipi wewe bwana, umekaa kama una wivu. Tuache sisi tumwonee wivu dada yako, haramu yako halali yetu. Musa alitafuna na kupuliza. Hamdani sasa akawa amemkasirikia kweli kweli rafiki yake Musa, afadhali usinikorofishe. Musa tafadhali usinikorofishe mwenzako, leo sina wakati kabisa wa matani kama wewe. Utake kunisaidia hata kwa mashauri niache na yangu usinitibue bure. Sawa bosi, yaishe. Baskeli yako iko wapi? Kaifate ilipo kisha tukutane pale karibu na soko la samaki. Mara hao na baskeli zao waliendesha kuelekea mtaa wa Jengeni nyie ambao Bwana Kheri alikuwa na kasri lake na ndimo alimokuwa akiishi wakati akiwa mjini hapo. Walichukua hadhari zote wasije wakaonekana wanafuata yasiyowahusu. Huko walikutana na vijana kadhaa warikalao na baada ya mazungumzo yao ya ukweli na uongo, walipata habari nyingine zaidi kumhusu Bwana Heri ambaye alikuwa maarufu kiasi mtaani hapo. Na watu wa vijiweni, kila mmoja alikuwa na lake la kumzungumzia. Watu wa mji wa Tulieni walisifika kwa habari, wenyewe husema Tulieni mtu atakunyima tonge tu, lakini hakunyimi umbea Kwao wape kichwa cha habari tu basi, habari kamili wataiandika wenyewe, pamoja na nukuu za kutosha. Hamdani aliridhika na ushahidi aliyoupata, na sasa akawa tayari kumkabili mama yake, akiwa na uhakika kwamba hata awe mjinga vipi, hatokubali kumwozesha binti yake mzuri kwa mtu kama huyo bwana Shari, tayari Hamdani na Musa walikuwa wameshambatiza jina. Msikilizaji, Usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abed.